tashida mimi naitwa John HM. Sasa nitazungumza hapa kwa kapasiti mbili, kwa nafasi mbili. Ntazungumza kama niko ujombani kwetu kama mlivyosikia, na pia nitazungumza kama kiongozi wa kitaifa wa chama kikuu cha nchi hii. Kwa nitazungumza kwa mara mbili na tusikilizane mukungu noiga rubayi mimi na mfahamu kabisa kabisa ensino eh, nyakwavo nyakwavo musacha wa yani nyakwavo mama igetevarori kuyu mama, alikuja na tuliishi naye pale nyumbani kwetu talime mkungu rarazire bomani kumukungo nakaaramokorivyakole ramoherhara kwa ni mtu nayemfahamu umukungo mopole mtaratibu ambaye leo Mwenyezi Mungu amemchukua na sisi tuko hapa kumsindikiza, kwa sababu siku ambazo Mwenyezi Mungu amemwandikia zimetimia, ameondoka. Tumekuja kuwapa faraja familia na mimi kweli Natoa pole kwa wajomba zangu wote kwa binamu zangu wote kwa familia hii. Mwenyezi Mungu awape nguvu. Ni kipindi kigumu tunazungumza kwenye familia hii kwa wale mnaoelewa. Familia hii imekutwa na matatizo makubwa. Moja

kwa sababu ya mazingira ambayo yamekuwa kwenye nchi hii ya kihuni, ambayo sisi wengine hasa hasa, mimi nimesema sitanyanyamazia na sitakaa kimya, na kwa sababu nasema hapa, na kwa sababu nasema hapa haya mambo, leo rais atayasikia, Samia huyo rais wa CCM na wengine watu walioko serikalini watayasikia kwamba leo tunazungumza, sirali mji mdogo kama huu, zaidi ya vijana ishirini wamechukuliwa toru hano, imukibu hano toru mumumanyiri niwatamanyire toru hano toru, alipochukuliwa hapa Watu walisema huyu ni alisema uyu toru wa nini? Wa Wachadema anachukuliwa. Uongo kweli. Kibwanya Nyang'oko kina uongo kweli, amechukuliwa Sinda amechukuliwa Chonchori. Vijana kwa mamia wamechukuliwa, tunasababisha matatizo makubwa kwenye familia za watu Watoto wa shinda wako hapo, umemtu anakule ukifa, ndugu zako wanakuona, wanakuchukua, wanakuhifadhi kwa jinsi Mungu alivyotuumba, wanajua ndugu yetu yuko pale, siku Mungu akirudi akamfufua tutaonana naye. Sinda leo unawaambiaje watoto wake? Unawaambiaje wadogo zake Nyakwavo najiji, unaendaje kuongea naye, kumwambia kijana wake yuko hapa? Na ndio maana mimi nimekuja hapa, ili haya maneno kutoka hapa yaende kwenye taifa zima, kwa sababu nchi hii watu wanachukuliwa kama kuku. Na mimi nawasihi viongozi wa dini, dini ya kweli ni ile ya kumtetea Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mtu wa haki. Lazima wote tupige kelele kuhusu masuala ya utekaji katika nchi Tusipopiga kelele leo ni Sinda, kesho ni John Heche ichuurenu wa mchungaji, kesho kutwa ni mtoto wa mtu mwingine. Nawaambia ukweli, Wazungu wanasema hivi I am my brothers keeper. Mimi ndo ntakutunza wewe, ukionewa nipige kelele, na mtu asije hapa akawadanganya kwamba hawa wanapiga kelele tu kama kelele hazina maana, jana mmemsikia Nchimbi anasema kwamba tusiongelee masuala ya tarehe ishirini na tisa. Si mmemsikia? kama hizo kelele hazina maana, kwa nini wanaogopa zinapozungumzwa yaliyotokea tarehe ishirini na tisa? Yaliyotokea huko nyuma hatujanyamazia, hatutanyamaza hata dakika moja, na nataka niwahakikishie watu wasirani, mimi ni mtu ambaye niko very optimistic haya mambo hata ikichukua miaka ishirini kwa dunia ya sasa dunia iliyoendelea hii hii dunia hiyo simu ya mkononi ulionayo inaweza kumwambia mtu kwamba uko hapa unatoa jasho kiasi gani umetembea steps za miguu kiasi gani unatembea na simu inahesabu miguu uliyotembea jasho ulilotoa hata kuzungumza inda calculate umetumia calorie umetumia nguvu kiasi gani, tukiwa hai au hatuko hai. Iko siku waliomchukua Sinda watatuambia walimchukua na walimpeleka wapi. Hilo nataka niwahakikishie kabisa, tutajua. Tutajua na sio Sinda peke yake, waliomchukua Nyangoko kina, waliomchukua Toru, waliochukua Watanzania wengine wote Wakina mdude nchi nzima tutajua, tutajua na hatutanyamaza. Mimi nataka niwahakikishie kwa niaba ya chama chetu, haya mambo ya utekaji, mambo ya kuonea watu, mambo ya kuua watu kama kuku, hatutanyamazia, hatutanyamazia hata siku moja. Na abantu wa sirali, mnajua kujitetea. Ukiona mtu anakamatwa kihuni, anachukuliwa kihuni, usikubali hiyo vita ni ya kwako, inunue usikubali. Kama ni polisi wanataka kukamata mtu, utaratibu wa kukamata upo. Mtu aje aseme, mimi ni askari wa jeshi la polisi, naitwa fulani, wewe John Heche unakosa hili na kuhitaji kituo cha polisi. Mambo ya watu kuja kwenye mji wako usiku, wanakuvizia au wanakusimamisha barabarani, wanachukua mtu, na nyinyi vijana mpo mnaangalia. Ndiyo anatuletea matatizo haya. E, family ya Noiga mimi naijua, wote tumekulia kwa shida. Sinda ndio Mwenyezi Mungu alikuwa amemuinua kwenye familia hii, arapage tarara muri kera ndugu zake. Uongo kweli? Leo anachukuliwa nachukuliwa kama kuku. Watoto waliokuwa wanamtegemea, ndugu waliokuwa wanamtegemea, yes, watoto waliokuwa wanamtegemea Sinda, ndugu waliokuwa wanamtegemea Sinda, unawambiaje? Unawambiaje? mimi nikiwa msoma sekondari kuna mauaji ya kulipiza kisasi yalifanyika pale Bweli si Bweli, ni wapi? Kule Buhale watu wakaua, mpaka ana wasinda watakuwa hapa na yale, hawa watoto unawajenga kuwa watu wa aina gani kwenye nchi hii? Kwa ndugu zangu, mimi nimekuja hapa kuwapa pole, lakini pia kutumia nafasi hii kusema kwa niaba ya hii familia na kwa niaba ya Watanzania wote ambao wamepoteza ndugu zao kwamba hatutaki utekaji katika nchi hii. Kama mtu anakosa, taratibu za kisheria zipo, aitwe ashtakiwe kwa makosa yake. kila mtu amanyiko mtu aitwe morali ni ndio kama maanda moherubukima kama anafungwa afungwe, familia yake juu yuko pale. Hebu nenda ndani ufikirie wewe, nenda ndani ufikirie kwamba ndugu yako amechukuliwa hujui, sasa ufanye msiba ukule au? Halafu kwa unafiki wa ajabu, sinda huyu alikuwa ni mtu wa kwenye jamii, alikuwa mtu kwenye chama cha Mapinduzi. Nasema uongo? si mlikuwa mnafanya naye kazi hapa. Huyu mtu aliyekuwa na mpambanio goranga chero goneja, mbunge hata kusimama, aseme sinda yuko wapi? hawezi kusema hilo jambo hapo Huyu mtu anayejiita diwani wa hapa, lini amekwenda halmashauri aseme mimi nina hoja binafsi, wananchi wangu wanachukuliwa? Hebu jiulize, hivi hivi hivi, maendeleo maendeleo ni kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? kama hakuna watu utafanywa maendeleo ya nini? kama vantu vatawa utajenga hospitali isipitali ni ching'ombe rero ilamo. Kama hakuna watu utaleta maji? kama hakuna watu utaleta umeme? umeme upo kwa ajili ya watu, barabara zipo kwa ajili ya watu. Sasa kama watu wanachukuliwa, unatuambia unatufanyia maendeleo, hayo maendeleo ni ching'ombe kukora una watu amen. Si kama mnanielewa hivi, yeah. Mnaelewa nachosema yeah. Kitu cha kwanza duniani ambacho hupaswi kucheza nacho ni uhai wa mtu. Ibarabara yeah. yeah. E, inaweza kujengwa hata hatayankoagachoeonlaac c ai kesho tatengeneza nyingine, uongo kweli yeah. Nani ana uwezo wa kumfufua huyu mama aliyelala hapa? Ni Mwenyezi Mungu peke yake, sindio? yeah. Kwa hiyo vitu vyote vipo kwa ajili ya watu. Tusikubali uhai wa watu unapochezewa, tusikubali kabisa. Na mimi hilo nasema, na atakayesema labda nimefanya siasa, siasa ni maisha ya watu, amen baba, tunaelewana buya amen. Bila watu hakuna barabara, bila watu umeme hauna maana, bila watu hakuna maji. Na mimi nalisema hapa na kesho kuto nikiwa daa ntasema, na mmesikia, watu wetu wote waliochukuliwa. Nikiwa hai nina pumzi hii Mungu aliyonipa, kila nitakapopata nafasi nitalizungumza, na sizungumzi hapa. Asante sana baba, asante. Juzi tulipokuwa Moshi akiwepo Mwiguru nilisema, mlidisikia, mkunisikia nikisema, sitasogeza mguu hata nukta moja, asomuntu atakachokwambia, labda nkugambandeano awepo anayetoboa mbingu hii, maji anamwagika, nitamwambia kwenye uso wake. Niwe sirini nitasema, niwe hadharani nitasema, hatutaki utekaji kwenye nchi hii. Na wote wanaoungana na mimi mkono, waseme hatutaki utekaji. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ninawasihi sana viongozi wa dini, mnapokuwa hata kanisani, kemeeni jambo hili. Mna nafasi kubwa kwenye jamii.

Tunapokwenda kuhubiri utaenda mbingu gani kama unanyamazia uovu? Watu wanatekwa, familia zinabaki zinateseka. Mbingu gani hiyo? Tukataye haya mambo, na Mwenyezi Mungu atatubariki. Asante sana baka. Mwenyezi Mungu awape wa nguvu familia, na poleni sana, na tunamtakia mama yetu pumziko la amani. Ameondoka wakati ambapo kijana wake hayupo, ambaye angemzika, ambaye angempa kwa heri hatuelewi ameenda na hasira na umamivu kiasi gani lakini mwenyezi mungu anayeweza na wale wengine tutakao badilisha mambo haya tutabadilisha na tutayasimamia ili haki ya kila mtu itendeke poleni sana na mungu atubariki wote Asante. huyo sana. Asante sana baba. Asante. Asante. alikuwa amesimama kwa niaba ya upande wa ujombani ambapo anamwita mama ni mama yake mdogo ni mama mjomba huyo ko amesimama kwa nafasi yake, na hiyo ndio ratiba ambayo ilikuwa ili, na nina imani kwamba tunaendelea tunende vizuri na mambo yanazidi kwenda vizuri, lakini zaidi ya yote mimi nizidi tu kusisitiza amani.